Uh, the future is, is bright kwamba mpira wetu na kuelekea ni, ni, ni kuzuri sana. Uh, team ukiacha hizi unajua watu wakisema ligi upinzani Yanga suu ya Azam suwa. Yanga Simba Azam zimekuwa zikikaa nafasi azo za juu kwa miaka mingi sana unafahamu, eh? Koyotu, kwa hiyo tutakuja kuangalia tofauti, uh, kwa hawa wengine wanaokuja huku chini hiyo ndio itakuwa ita, ita, ita picha ya tofauti uh, lakini kwa Yanga na Simba na Azam nafasi zao ni hizo hizo ambazo zipo hapo juu miaka yote hizo hizo, hamna neno karibia hapo. Lakini utakuja kuangalia ya mambo yanabadilika namna, hizi timu zinaposhinda mechi zake na wengine, unaweza hizi timu zikabaki na nafasi hiyo hiyo, lakini unakuja kuangalia zikicheza na timu nyingine, upinzani unavyokuwa hapo, ndio utakuja kuona kama ligi imebadilika kwa kiasi gani. Kwa ukiangalia upinzani wa kutosha, zinafungwa kiangalia mpaka sasa hivi, ama timu ambayo haijafungwa nafahamu, ama timu ambayo haijatoka sare, kila mtu kaangusha point. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba hata wanaoshinda, lakini cha moto wanakiona, wanashinda lakini wakitoka hapo, hao wanashinda kuvua viatu. Kwa hiyo ni kitu kizuri, na ina maana kwamba ligi yetu na inazidi kuimarika. Na kwenye mashindano, labda kwa sababu msimu uliopita mlishiriki mashindano ya kimataifa, ligi ya mabingwa Afrika, lakini hamkuweza kufika Uh, kwenye hatua ile ambayo amekuwa amepiga hesabu zenu, nyinyi kufanikiwa, hili limewapa somo gani? Na kwa wakati huu wa msimu huu ukiwa wanaendelea kuna kipi ambacho Uh, knockout matches, mechi za mtoano, ufundi wake huwa ni mdogo sana. Uh, kwa hiyo tumetolewa, haimaanishi kwamba sisi sio bora, tumetolewa lakini tutakuja kupiga tu hatua tutakuja kuvuka hii hatua. Kwa sababu um, wakati tunakwenda kwenye mechi ya mtoano, zile mechi huwa zinafanyika mapema sana pale mwezi wa nane wa saba wa nane wa tisa hapo mwanzoni, hata kipindi ambacho ndio umetoka kwenye pre-season, wakati mwingine transition ya kutoka kwenye pre-season kuja kuanza msimu huwa inachelewa kidogo, inakuja inakuja kwa kasi, sawa mashindano tayari mechi yametolewa, unafahamu? Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kimekuwa tukikuta, lakini tunakichukua kama somo na tukifanyia mabadiliko makubwa msimu huu. Ah, inshallah sio kama sio msimu huu, msimu ujao sisi tupo group stage, na tukifika hatua hiyo tumevuka. Na kwa msimu huu namna ambavyo ushindano unakwenda, hesabu ni kumaliza katika nafasi hii kwa sasa, maana bado ligi inaendelea. Ya kwa sasa ni kumaliza katika nafasi ya juu kadri inavyowezekana, na nadhani nafasi ya juu zaidi kila mtu anaijua. Ah, lakini ningetamani kusema ubingwa. Shida moja ni kwamba ubingwa haupo Yani hatima ya ubingwa iko mikononi mwetu. Unajua kama unaongoza ligi, unasema tu kama mimi, hapa kilichobakia ni kushinda mechi zangu tu na kuwa bingwa unafahamu. Lakini sisi hatuongozi kwa hiyo eh, hatu hata tukishinda mechi zetu bado tutahitaji matokeo ya wengine. So ni swala kusubiri na kuona, lakini kwa sababu ligi ni marathon Ligi huwa haiamuliwi na timu moja peke yake, kwa hiyo acha tuone ndio atapoteza pointi wapi na wapi, aa, na sisi tutashinda wapi na wapi afu nini mwisho wa msimu kitakuwa. Ni mara ngapi zimekuwa zikitolewa pasi zenye thamani ya bilioni kutoka kwenye miguu ya Feisal? Feisal ni ni mgodi. Feisal ni ni madini. Ni madini ambayo yameshasafishwa. Unajua kuna wale wanasema unpolished, uh, mines. Yaani kuna kuna kuna kuna kuna madini fulani ambayo bado hayajasafishwa Yani ukikutana nayo unaweza sijue kama hii ni dhahabu, kumbe ina uchafu uchafu, lakini ni madini ambayo yasafishwa superb. Kwa hiyo pasi kama hizo, vitu kama hivyo, itakuwa ni kila siku ukianza kuhesabia pasi za vibaha, usijui pasi kama ile pinpoint pass, super penetration pass. Yani anapiga mipasi ya kila aina siku hizi, yani amekuwa tu mchezaji wa tofauti sana. Kwa hiyo badala ya kuendelea kutaja sifa zake, mimi ningeomba wa Tanzania waendelee kuburudika tu, eh waburudike tu, tunavuna fei eh akati akiwa akiwa katika ubora wake wa hali ya juu sana, watu waendelee kufurahia na kushukuru Mungu kwamba kipaji hiki kingeweza kuangukia kwa, kwa mgeni, mchezaji wa kutoka nje ya Tanzania, na ingekuwa gumzo hapa, lakini Mwenyezi Mungu ametuletea huyu, anaweza kuitetea tena wa hivi kwa miaka mingi ijayo. Kwa hiyo ni muda kumfurahia sasa. Kwa nini bilioni? Ah, yani ukithaminisha kwenye bei, yani kama ingekuwa inauzwa yeah, yeah, hiyo ndio bei yake, hiyo ndio bei yake. Ile inaitwa milioni dola pass, dola milioni moja, dola milioni moja ni zaidi ya bilioni moja ya pesa. Saka jina kubwa unalotamba nalo kwa hivi sasa ni nzi nzi mkubwa, ndio jina kubwa unalotamba nalo. Tuambie kwa namna ambavyo umeapokea matokeo yale dhidi ya Simba na takriban michezo inavyozidi kuelekea Pengine labda tunaweza tukashangaa surprise zaidi ya ile inayotokea kwa michezo msimu mkubwa, kwa nini mmefurahia sana? Kwanza surprise gani? nataka nataka kujua sisi kutoa Simba na kutoa sare na Simba ni surprise? Hapana, Simba sare na Simba zimekuwa zikitokea tu mara nyingi, na tumeshinda mara nyingi, ni mechi za kubadilishana tu, yani watashinda msimu huu, msimu ujao tutashinda sisi, msimu ujao wanashinda huu msimu hivyo, yani hayo ni matokeo ambayo yamekuwa yakitokea kila mwaka sare zinakuja tunashinda um, sisi wanashinda wao, na watu wanasema tumeshangilia sana. Hatujashangilia sare, tumeshangilia kusawaisha lile goli nakupukndo echaya mpira necha ya mpira iko hivo hata, hata wao. Sisi msimu uliopita tumechezanao ametoa sare ya mwisho

ukisha chezo ule mchezo kabla mchezo umeisha, yanazungumzwa mambo yale yaliyotokea kuanzia kwenye mechi na kuendelea kwa, kwa, mje, kwa, kwa haya mambo yote ambayo yalitokea kabla ya mechi wala si muhimu sana. Sasa haya yameshapita. Sasa hivi najadili yale mambo ambayo yalitokea wakati wa mchezo ya ya yeah. Singa, huo, na, na, na kilichofuatia baada ya mchezo, hayo ndio mambo ya msingi sana. Ame amefanya kitu kizuri kwake, lakini ndo maisha ya kawaida. Sisi wachezaji wetu wamekuwa sababu hizi timu zinazana kila siku wachezaji wetu ndo wale wale, kwa hiyo imekuwa kila mwaka tu anafunga tu awada. Uh, hakuna mchezaji nchi hii aliyezifunga sana Yanga na Simba kama Jeniboko. Jeniboko ameondoka Azam FC akiwa na magoli kumi na tatu dhidi ya Simba, ana magoli kumi na tatu dhidi ya Yanga. Kwa hiyo amefunga na yeye, imekuwa jambo zuri lakini sio kitu ambacho kigeni kwetu. Wameshafunga sana watu huko nyuma, wamefunga na wataendelea kufunga tu kwa hiyo anafanya kazi yake vizuri sana, kama ambavyo walifanya wengine na kama ambavyo watafanya wengine wanaokuja. Mimi niliongea naye kabla ya mechi, nilimwambia sila wewe, kila siku unafunga funga funga, na akasema bwana, msimu uliopita nilikosa goli iliniuma sana, na mechi tuliyocheza pale Taifa, dakika ya mapema alipiga kichwa kwa nguvu nguzo, akasema ile iliniuma sana mimi lazima nifunge. Eh, kwa lazima afunge kwa sababu inamrudia kichwani kila wakati, ile goli alokosa inamrudia kichwani, inamtesa sana akawaweka akaniambia, ya mimi lazima eh. Ni jambo hey, zuri ni jambo zuri sana kwamba anajua kwamba uh, timu wanayokwenda kuichezea Azam FC ina washindani wake wa karibu sana katika kuwania chochote kwenye ligi hii kwenye mpira wa Tanzania. Unapotaka kuwania ubingwa, wapinzani wa kwanza ni hawa kwa sababu wamekuwa wakichukua ubingwa kila siku. Mashindano yote. Kwa hiyo unapoweka nadhiri moyoni kwa mimi lazima niwafunge hawa. Manake unaitakia mema timu unayoichezea. Unaona eh? Na kwa sababu sasa hivi kwa Azam FC na tunaombea afunge sana. Afunge tena na tena. Na kwa umri wake na mkataba wake inshallah atawafunga sana. Yeah. Yeah. Ya maandalizi yanakwenda vizuri sana, tuli tulianza maandalizi jana. Hatukuwa na muda wa kupoteza, baada ya mchezo wetu uliopita dhidi ya Simba, moja kwa moja tukaingia kambini jana, tunafanya mazoezi tunafanya mazoezi, na leo mazoezi ya mwisho, kesho ni mchezo, muda hautoshi. Aa, lakini mwalimu anajitahidi kutengeneza ya uh, programu zake vizuri katika, katika mazingira hayo hayo ili tuweze kupata matokeo katika mchezo huo, na kwa namna mambo yanavyoenda, inshallah tutashinda mchezo wamesema hapa kama ni nyumbani. kaauepagna Mungo ni moja ya timu chache sana ambazo zimeshawahi kutufunga hapa mara mbili kwa mara mbili kwa hiyo tunajua hilo kwa kichwani. Mara ya mwisho msimu uliopita walitufunga. Tukasema kwa lile kosa waliofanya la kutufunga msimu uliopita wata, eh, ni kwa kosa kubwa sana ambao walifanya watalipia gharama kwa muda mrefu sana. Ni gharama watalipa muda mrefu sana. Tuliwafunga msimu uliopita ule mechi ya kwao tukafunga tena kwao Yeah, e, kwa. Hapa mara nyingi sana. Kwa hiyo, wanaza, hilo kosa walofanya adhabu yao, adhabu yao, yeah. Watabidi wafungwe hapa miaka zaidi ya kumi mfululizo. Tutaanzia kesho kwa kosa la kutufunga hapa msimu uliopita. Eh, na Mungu, walifanya kosa kubwa sana kutufunga hapa. Mgunda akisikia hizo. Eh, Mgunda, Mgunda mimi namheshimu sana. Mimi niwaambie ni story moja ya Mgunda sasa. Katika wachezaji ambao mimi nilianza kuwajua wakati Mngunda anacheza, ndo nilianza kuwajua ni Mngunda, kabla ya wachezaji wengine wote ambao unaweza kaona kwa wakubwa wa timu zingine zote. Mchezaji wa kwanza mimi kunikaa kichwani alikuwa ni Juma Mngunda, captain wa Coastal Union. Mngunda alikuwa msajia ambaye alivuma sana katika wakati wake. Unaweza ukasema ah, kwa nini, kwa ni timu kubwa, si ni nani na nini, lakini Mngunda akiwa Coastal Union alivuma sana, na mimi ndo nilimsikia tu. Kwa hiyo ni na heshima na naye kubwa sana kuhusu wachi wa ubingwa ligi ya bara Munda anamsikiliza. Nilikuwa naongea naye leo nikamwambia Munda, mimi nimekusikia tangu mko mdogo, na kuna mwaka Coastal Union walikwenda kucheza mashindano haya ya Kagame. Sasa hizi zamani ukiitwa kwa bingwa Afrika Mashariki na Kati, eh, ilifanyika Kenya. Coastal Union walikwenda mpaka finali. Kwenye mechi ya nusu finali walicheza na timu moja inaitwa Gor Mahia ya Kenya, na ndiyo nimekuwa nikikusikiliza.

lefa akasema rudia, kwamba kipa alitoka kwenye mstari. Akapiga mara ya pili, mmoja akaokoa. Lefa akasema rudia, akawa analia hataki kurudia, akapiga akakosa tena, kipa mmoja akaokoa. Tatu, eh, penalti tatu akakosa, akaokoa hapo mmoja eh, mfululizo. Mtangazaji wa ile mechi alikuwa anaitwa mtu mmoja, anaitwa Mohamed Juma Juma Njuguna, alikuwa mtangazaji wa mpira kutoka Kenya, pia alikuwa anatangaza na redio ya Kenya KBC Nairobi, anasema mara nyingi nyingi, hawa Costa Union hawa Wanatoka Tanga hawa yani, kama vile yani, unajua mtu akisema hivi hadi kama yeye <tipi> kama anakuambia kama kuna kitu hao wanatoka Tanga hawa <tipi> yani kila akisema kitu <tipi> hao wanatoka Tanga, unafahamu? <tipi> Ndio akina Juma Mgunda walikuwa wale sasa. Ya, kwa hiyo mimi yalinikaa sana kichwani na nilimkumbusha story moja pale leo kwenye mashindano yale yale yalifanyika hapa Tanzania juzi kati. Hapa kuna kuna interview moja ilitembea ya ya Jamhuri Kiweru, alikuwa anazungumza kwamba alipo Jamhuri ya chita Simba m aliulizwa katika kucheza kwako mpira ni wakati gani unaokumbuka sana? Akasema nakumbuka na mashindano ya mabingwa Afrika Mashariki na Kati alipofanyika Tanzania, alimdhibiti mchezaji mmoja kutoka Uganda kwa jina la Jimmy Busisi, alikuwa fundi sana yule mchezaji, fundi sana. Walikutana na Simba, yeye akamzuia yule mchezaji, kwa hiyo kwake yeye alikuwa ni hiyo kumbukumbu, sasa kwenye mashindano hayo na Juma Mgunda alikuwepo na Coastal Union. Wao walicheza vituo vikuu vya Dar es Salaam na Tanga, um, wao walikuwa Tanga Coastal Union, kwa maana kwamba timu zitakapocheza zikifika hatua nusu fainali, kila timu ambayo ilikuwa ya pili kwenye kundi itahamia kituo kingine. Coastal Union waliongoza kituo cha Tanga, Simba waliongoza kituo cha Dar es Salaam, kwa mshindi wa pili wa Dar es Salaam atakiwa aende Tanga na mshindi wa pili wa Tanga aje Dar es Salaam. Ikapigwa sarakasi pale kwamba kituo cha Tanga kifungwe, afu timu za Tanga zije Dar es Salaam Coastal akasema hatukubaliani na hiyo, si atuji. Serikali ikaingilia kati, bwana njooni, akasema hatuji tutawatumia ndege mje huko. Akasema hiyo ndege wapeni wale waje, si atuji wakagoma. Sasa mtangazaji wa kipindi cha michezo waiu Tanzania anaripoti kutoka Tanga kwamba, kwa akasema tunakuheshimu sana, ni ndugu, ni ndugu yetu hapa Tanga ni kiongozi wa serikali, lakini tunashukuru sana, hatuendi na wakagoma wale jamaa wakuja kwetu eh, kwa hiyo na na, na, na historia. Lakini haya yote anachomwambia na Mungu anayefundisha na deni hapo kwa kama anataka ile deni yeye kuwa sehemu ya kulipa lazima lilipe. Kwa hiyo inshallah kesho tunaanana nao watakulipa deni letu, kwa mimi nataka kuzungumzie hili ni swala la kwetu la Moment, tunajua mpira ni siku zote fair. Tunapokuwa tunaangalia mpira tunapenda fair play fair play. nataka tuzungumzie Simba, no, mchezo dhidi ya Simba na Azam, the way ambavyo Feisal anapenda, wanaheshimiana badala kila mtu anazidi Labda niseme kitu kimoja. Kwa nini swala inakuwa Feisal alivaje? kapombe ikapombe hakuvaa Feisal. Sasa bwana, hiyo sio story yani. kwa nini fei fei ni, ni kama henga, henga, henga, henga. Yani, unajua una um, yes, yes. Kuna, kuna, kuna henga ambayo nguo yani unafomuona vile anapendeza na pasi na magori na nini. Kila hena kitu ndio kama ulivyojiuliza sasa hiyo kwa nini? Ah, sijiulizi. okay. mimi nachosema ni kwamba kwa nini story? Yani hakuna mtu yeyote anayejali kwamba nani. Kapombe alivaa jezi ya Azam, kwa nini Kapombe sio <laughs> so Mtanzania jamani, hebu mtajeni na yeye basi <laughs> ile ni kitu kimoja, sio issue kubwa. Sio, sio, sio swala la, unajua, watu wanahusiana na usajili sana nini. Sio kitu kibaya kuhusu mambo ya usajili, usajili. Lakini kitu kikubwa kuliko vyote, watu wanatakiwa waelewe kwamba Fesa ni msajili mkubwa kuliko wote Tanzania. Sio mkubwa wa umri, ukubwa wa jina la mpira, hakuna anayeshika nusu ya Fesa. Kwa kila kitu anachofanya Fesa ni story. Ndio maana niliwauliza, mbona hamzungumzi kuhusu Kapombe? Kwa sababu Kapombe hawezi kuwa story mbele ya Fei Yaani kitu akifanya fake Kapombe aweza, si ndio? Nyinyi wenyewe kingine. Hakuna, nyinyi mmehoji fake kwenye mechi usiombee mcheza mechi yenu mmecheza pamoja na Fei yumo. <laughs> <hiyo ni fei. laughs> jina. Yani jina la Fei lile mm linafunika kila kitu atakachofanya Fei, kila kitu kinakuwa tofauti tena mm, si o lakini suli kubwa, nani anakuwa fei? Fei hajafunga hata goli, lakini eh, kwa nini? wangapi wameassist ile mechi ile? Pasi bwana, yani kuna pasi zimepigwa ile pasi, ile pasi ni superb. Nimetoka kuzungumza hapa, ni pasi ya dola milioni moja. Unajua ile pasi kama inaweza dola milioni moja, sawa kabisa, sina shida na ile pasi, lakini goli alofunga ni kafunga goli zuri sana, Ukihesabia tekni... yani, ukianza kuhesabia ile goli, pasi ni nzuri sana lakini, yule aliyofunga, naye kafanya kazi kubwa sana, kuanzia kusoma mchezo, yani sio sio tu kumalizia ile goli. Unaweza kaza kata malizia jana yani, nilipost ile clip wakati fei kachukua mpira alikuwa kwenye nusu ya nusu ya pili ya uwanja, akarudi kwenye nusu ya Azamu huko, yule mtoto alikuwa kama na, lakini anamwangalia fei Fee alipokatiza nusu ya uwanja tukuja huku dogo akaanza kukimbia, yani alivyogeuka, kwa maana fee yule akaanza kutengeneza lile goli lile goli peke yake tu hata kama angekuwa mengine kwa 90 fungo kama hiyo unashinda. Eh, kama mzima kwamba yani ile kama hata asingefunga kwamba angepewa red card kama. Eh, alifanya alifanya madhambi mabaya sana kwenye mpira red card. Yaani ile madhambi aliyofanya hakuna adhabu nyingine ukizidi red card. Huwezi kuingia kwenye, unamuingia mtu kwa mguu vile. Vile ni hatari sana ile. Kwa sababu hakwenda kucheza mpira. Alikwenda kumcheza mtu kwa kumvunja. Yaani hatari sana. Yaani ni card card kabisa na, wa na, ha, na, na, na, na, na hakukuwa na penati. Na mimi nilivyokuwa uwanjani, hata nilifanya interview baada ya mechi, nilikuwa na ile nil, nil, moment na, nil, na mimi nilidhani kwamba kulikuwa na msano kati ya mpira na, na nimekwenda kuangalia video nakwambia beki anapookoa mpira umetoka, sio umetoka chini, sio madhambi kwenye kwenye moment kama ile, kwa beki anayokuwa, kwa mchezaji anayeokoa akiwa kwenye boksi yake, sio alifanya maamuzi sahihi sana, alifanya maamuzi. Na ukianza kujeni penalty sisi, tupate tupate ile mechi tupate penalty, mimi nitakuonesha hapo, nitakuonesha hapo, nitakuonesha eh, tukio lipo kamera kaangushwa, umeona? Umeona ile penalti ilikuwa hiyo. Ame hawezi kuwa perfect kwa asilimia mia moja. Unajua yani, hawezi refa kawa, akawa sahihi kwa asilimia mia moja, lakini ukizungumzia kuhusu matukio kama hayo yapo. Na sisi nasema hata goli goli lao la kwanza ilikuwa offside wakati wakati kibu, kibu anatoa pasi kwa Mpanzu, mpanzu alikuwa kazidi, alikuwa ofsaidi. Wakati goli la pili ambayo refa aliamua kuwa madhambi uh, na ikapigwa ile free kick wakapata goli la pili, yale alikuwa anasema madhambi yule, hakucheza hakumchezea faulo, alifanya tackling akaupiga mpira, alafu kibu akaenda akaukwaa ule mpira ndio akaenda kuanguka kama ukizungumzia hmm, ah, makosa ambayo yamegharimiwa sana sinakwambia magoli aliofungwa ingekuwa kama na navaiara yasiga kwa magoli ee, yote yote yote, mawili yote ya Simba. Goli la kwanza nakwambia, liko ofsaidi, yule mpanzo akawa amezidi wakati anapokea ile pasi ya Kibu, na goli la pili, ile faulu ambayo iliitishwa faulu ndio akapata, wale wakapiga, haikuwa faulu. Na hata ilipopigwa, wakati yule anayefunga ule, kuna mtu akashikwa huku, unaona hivyo kwa hey. Yote au ukiyajumlisha, yanakuwa, yanakuwa ni matatizo tu. Kwa hiyo kama kulalamika, tulalamike sisi zaidi Sio sio sio, wengine hana haki ya kulalamika. nyuki comment ambayo kwa kifupi tu sijaona anamzungumzia mchezaji bora